Niliyopo hapa mbele yako ni kijana wa Kitanzania kabisa, na niko hapa kuendelea kukuhamasisha ewe kijana mwenzangu, ewe Mtanzania mwenzangu, mama yangu, baba yangu, dada yangu, kaka yangu, kaka yangu, bibi yangu, babu yangu. Aa, ni haki yako kikatiba kuenda kuhakiki katika daftari la kudumu la awamu ya pili ya wapiga kura. Kama awamu ya kwanza ilikupita, basi wakati wako ni sasa awamu ya pili kujihakiki ili uweze kupata kadi na uweze kuthibitika na ili uweze kufanikisha zoezi la kupiga kura mwezi Oktoba mwaka 2025. Hii yote ni kwa, ni kwa kuendelea kusapoti harakati za serikali yetu ya awamu ya sita na pia uh, tukiendelea kupongeza juhudi za Mheshimiwa RC, Mheshimiwa wetu uh, Christian Makonda kiukweli, kama yeye raia namba moja wa Arusha tayari ameshafanya mchakato huu wa kuhakiki jina lake na ameshapata kadi, hivyo sisi kama wananchi wake basi tuko hapa kuunga juhudi hizo always. Kama unavyonijua, ni mtu ambaye na support mambo mazuri, na kama na support mambo mazuri, basi nadhani watu wanaelewa mambo mazuri yalipo. Nimeshafanikisha na nimeshakamilisha zoezi langu la kuhakiki jina langu katika daftari la kudumu la wapiga kura kwa awamu ya pili hapa wilayani kwetu Arusha. Vijana tuwalete wazee, au sio bwana? Na vijana pia tuendelee kujitokeza kwa wingi, kwa sababu ni haki yako, na kama unavyoona zoezi halikuchukua hata muda mrefu, ni very short na haliko complicated, na pia unaweza kupata, hii ndo tiketi yako. Kwa hiyo vitu vyote utafanya kama una hii. Tusipigishane story, tuko Arusha, tumeshakamilisha. Tukutane ubaoni, Arusha.